Naam, karibu mtazamaji, inafahamika kama Lulu Hassan. Moja kwa moja tunaanza na taarifa kutoka Transmara, ambapo maafisa wa polisi kule Transmara Kusini wanaendelea na msako wa majambazi ambao waliwaua wafanyabiashara wawili katika soko la Loliondo usiku wa kuamkia Alhamisi kabla ya kutoweka bila kuiba chochote. Kamanda wa polisi eneo hilo, Eric Telewa, ametoa ushauri kwa wenyeji walio na taarifa kuhusu wakura hao kupiga ripoti ili hali ya usalama irejee kama kawa. Kwa wenyeji wa Lolgorian, wasiwasi umezidi kuingia wafanyi biashara eneo hilo, kwani ni matukio ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda sasa, wakilaumu idara ya usalama kwa utepetevu walikuja na hata kuuliza chochote, sababu jambasi anakuja anauliza mtu mahali aliweka pesa, mahali aliweka kila kitu. Lakini walikuja tu akapika watu marisasi, wakaanza kuchukua vitu na akawacha, eh, watu kama wamekufa. Wametoka nje wakaanza kupika marisasi ya olela, olela, na tunashangaa ni kwa nini sasa. Hii ni matendo ya kinyama, sasa mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, unaona. Tafadhali Serikali, serikali ya Kenya tafadhali, ishunguze hii kitu kwa sababu, kama si hii watu yote iko maduka iko na wholesale iko magari iko na gold, kesho wakafunga na tujaona hatua yote serikali wameshukua majabu. Mahali mtu ameuliwa na boma ya rais ni kitu kama 10 kilometers, hiyo italeta hata picha nyingine mbaya sana, aibu kwa security na ninaimisa wananchi wa Loliondo na Transmara kwa jumla, kama kuna mtu ako na habari kuhusu hao wakora, afikishie sisi ndio sisi, turahisishe uchunguzi wetu, ndio wale wameathirika at least wapate haki.